Kwaresma ina nguzo tatu muhimu, mafiga matatu. Mfungo wa Kwaresma unatawaliwa na nguzo kuu tatu. Nguzo ya kwanza unayotakiwa uzingatie, kusudi mfungo wako usimame vizuri, ukwende vizuri, upige kwata vizuri Nguzo ya kwanza ni moyo wa kutoa sadaka, zaka na michango mingine ya uenezaji injili. Nguzo ya pili ni moyo wa kusali na kupokea sakramenti zinazotuletea nguvu. Nguzo ya tatu ni moyo wa kujikatalia kufunga na kujirisha neno la Mungu. ku nguzo ya kwanza tunaagizwa kutoa sadaka na zaka. Maandiko matakatifu yanatuagiza yakisema, na yanukuu usiende mbele ya Mungu mikono mitupu, mwisho wa kunukuu. Kutoka kitabu cha Sira sura ya 35 aya 6 hadi 13. Biblia inaonya ikisema na nuku, hakuna jema litakalomjia mtu ambaye anakataa kutoa zaka hakuna jema litakalomjia mtu ambaye anakataa kutoa zaka. Soma kitabu cha Sira sura 12 aya tatu. Na zaka mara nyingi ni asilimia kumi ya mapato yako, lakini nakuta baadhi yetu tunamwibia Mungu kwa kutojua kuhesabu asilimia kumi ya mapato yako kumpa Mungu. Kwa hiyo ungama hiyo dhambi ya wizi ya kumibia Mungu, totoa asilimia kumi ya mapato yako kwa kila mwezi. Biblia ututaka tuwe na ukarimu usio na mipaka, ikisema na nukuu ukarimu wako uwe kwa watu wote, wala usiwanyime ukarimu hata marehemu. Hata waliokufa na wenyewe wanahitaji ukarimu wetu wa sala na mombezi. Soma kitabu cha Sira sura ya 7 aya 33 kuhusu nguzo hii ya kwanza. Mungu anatuagiza kupitia kinywa cha Nabii Isaia akisema na nukuu, mfungo wa kweli ni kuwagawia wenye njaa chakula chako, kuwakaribisha nyumbani kwako masikini wasio na makao, kuwavalisha wasio na nguo bila kusahau kuwasaidia jamaa zenu. Mwisho wa kunukuu kutoka kitabu cha nabii Isaya sura ya 58 aya 7. Jimbo Katoliki la Kayanga tuna majukwaa ya kutusaidia kuonyesha ukarimu wetu jukwaa la kwanza tunamweleka Mseto shule ya msingi kule Chabalisa, kata ya Nyabionza. Huko tuna watoto walemavu na yatima, onyesha ukarimu wako huko. Jukwaa lingine tuna magereza, wafungwa na mabusi, gereza la Kayanga Itengure, Mwisa, Migombani wamesubiri ukarimu wako. Mara nyingi, baadhi yetu nafikiri kwamba waliofungwa wanaotumikia adhabu ni wale waliofanya maovu mabaya, lakini ukienda tutakuta wengi wamebambikizwa kesi bila kutegemea, wamesingiziwa wamefungwa wengine, hapo fungwa hakuna mawasiliano na nyumbani. Kama Yesu alivyofungwa hakuwa na hatia yoyote, akatumikia adhabu ya aibu msalabani. Baadhi yetu wakristo wengi wanapitia hali hiyo ya kufungwa, ushiriki mateso ya Yesu hata wale ambao pengine wamefungwa kiarari na wenyewe, tuonyeshe si ukarimu, upendo, maana kule wanakuwa vilevile wanajifunza kuweza kuwa na maadili mazuri. Basi tunaomba miche ya sabuni, tunaomba mapesa kwa ajili ya kununua Biblia rozari blanketi kwa ajili ya mabusu na wafungwa kwa magereza yaliyo kwenye maeneo yetu. Vifaa hivyo pia viwasaidie wazee, vituo vya yatima na walemavu, wagonjwa, mastarini na wengine yes, wanaohitaji. Yesu anatahadharisha Unapofanya ukarimu huo usijitangaze, kutafuta sifa, kuita vyombo vya habari vishuhudie unavyotoa ukarimu na kadhalika, bali Yesu anasema, Baba yako aunaye yaliyofichika atakutukuza. Soma injili ya Matayo sura ya sita aya kumi na nane. Nguzo ya pili ya Kwaresma ni kusali na kupokea sakramenti. Mtakatifu Paulo mtume wa mataifa anasema, na nukuu, msiwe wasi na wasiwasi juu ya kitu chochote, ila kwa kila hali muombeni Mungu katika sala juu ya mahitaji yenu kwa shukurani. Mwisho kunukuu kutoka barua ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Filipi sura ya nne aya sita. Nguzo ya tatu ni kufunga. Kuna kufunga kimwili na kufunga kiroho. Leo baadhi yetu wamefunga kimwili kutokula nyama au chakula. Kwanza, kufunga kimwili ni kutokula nyama siku za Jumatano ya Majivu na Ijumaa Kuu. Kufunga starehe, kufunga burudani pombe hata chakula. Unapofunga chakula, unaruhusiwa kunywa maji kwa ajili ya afya yako, usinge kabisa kabisa, hata kushinda kumeza mate. Walau kunywa maji, meza mate kusudi afya yako ikae vizuri, usijikange kufunga kuna wapasa watu gani? Kuna wapasa waamini wote waliofikia umri wa miaka kumi na nane hadi miaka hamsini na tisa isipokuwa watoto na wazee zaidi ya miaka sitini, wanafunzi na walimu, wagonjwa madaktari, na wauguzi, wajawazito, wazito na kinamama wanaonyonyesha, wapishi mashuleni, vioni na mahotelini, wafanyakazi mfano, wakulima, wajenzi, wachanjakuni na wote wafanyao kazi za sulubu. Kufunga kimwili kutusaidie kuokoa hela kwa ajili ya kuongeza sadaka yako, kumaliza madeni, ya kulipa zaka, kusaidia masikini na maendeleo ya kanisa na kadhalika. Kufunga kimwili kusiendekeze uzembe na usingizi. Biblia inaonya na nukuu: usiwe mtu wa kupokea tu wala kwa mgumu wa kuwapa wengine mwisho. Mkuu toka Sira sura ya 4 aya 31. Tunafunga kimwili ili tupate muda, tupate hamu au njaa ya kujishibisha hekima ya kimungu kwa kusoma na kuyatafakari maandiko matakatifu. Pia tunafunga kimwili ili tupate nguvu ya kufanya mapenzi ya Mungu, nguvu tupatayo katika ekaristi takatifu, komunio. Yesu nasema nanukuu: chakula changu ni kufanya anachotaka yule alinituma na kuitimiza kazi yake. Mwisho wa kunukuu, kutoka Injili ya Yohane sura ya 4 aya 34. Pili, kuna kufunga kiroho ambako kuna faida kubwa zaidi ya kufunga kwa nje kwa mwili. Siku moja ilikuwa jioni, wakati wa mfungo wa Kwaresma, ilikuwa jioni ya baridi kali. Padre aliweka koti lake refu zito kumsaidia katika hiyo baridi. Alikuwa akitoka kumpelekea mgonjwa wa sakramenti, akitembea kwa miguu kuelekea parokiani. Ghafla alikutana na jambazi likamkaba koo na kumwamrisha lete hela mara moja, nina njaa. Padre alitulia akatabasamu, akamwambia subiri, nipekue mfukoni nikupe nilicho nacho. Aliweka mkono wake mfukoni, akatoa sigara na kumpa jambazi, akamwambia pokea sigara hii, sina pesa na huwa sitembei na pesa. Jambazi aliamka na kusema sivuti sigara wakati wa Kwaresma, wala pombe sigusi. Basi wakaagana kufunga kiroho ni kama asimavyo Mungu kupitia kinywa cha nabii Yoeli. Lakini hata sasa, nirudie kwa moyo wote, kwa kufunga kulea na kuomboleza. Fanyeni mabadiliko moyoni na sio kurarua mavazi yenu. Soma Yoeli sura ya pili aya ya 12 hadi 13. Kufunga kiroho ni kudhibiti mizizi ya dhambi. Yule jambazi alifunga kimwili, lakini la kufunga kiroho kudhibiti mizizi ya dhambi, wizi, jambazi. Mizizi ya dhambi iko kumi na miwili ambayo Yesu anaorodhesha akisema, na nukuu: maana kutoka ndani moyoni mwa mtu kutoka mawazo mabaya. Dhibiti hayo: washerati, wizi, uwaji, uzinzi, uchoyo, masingenyo na kadhalika na kufunga masikio yako kupokea, kufungua masikio yako, fungua masikio yako upokee makemeo, maonyo, mashauri, mafundisho, mahubiri ya wakelero na makatekista, napata nafasi ya kusikiliza mahubiri hayo.